Hapo hapo ulipo, usibonyeze sehemu nyingine. Hapo hapo ulipo, usitoe kuelekea sehemu nyingine, kwani umefika sehemu salama, umefika sehemu tulivu, sehemu yenye simulizi tamu, sehemu yenye simulizi nzuri. Hiki tunachoenda kukitazama ni simulizi ya Kivuli cha Mtawala, na tayari tushaiangazia sehemu ya kwanza, na hii ni episode 2. Usikae mbali. Sehemu tulipoishia ni kwamba Asha pamoja na Jabiri walifanikiwa kuwatoroka majambazi. Baada ya kutoroka, wahenga waliwahi kusema kuwa baadhi ya safari hazianzi kwa hiari. Huanza kwa kukimbia. Basi pikipiki inakatiza mitaa ya Lumbasa kwa kasi. Mvua inawapiga usoni kama viboko vidogo vya hukumu. Jabili akiwa ameshika nyuma ya pikipiki kwa nguvu. Pumzi zake nzito zikichanganyika na sauti ya engine. Asha alikuwa haongei, alikuwa straight amefocus kwenye usukani wa mbele. Macho yake yako mbele kama mtu anayejua njia lakini hakutaka kuifikia. Baada ya mwendo mrefu kidogo, walifika sehemu moja, ilikuwa kwenye daraja lile daraja lilifahamika kama daraja la Ngome. Daraja la Ngome ni refu sana la zamani sana, na halitumiki sana usiku. Chini yake kuna mto mweusi unaopita kimya kimya kama unajua, unajua siri za watu waliovuka hapo. Asha alipofika na kakaribia maeneo ya kufika katikati, aliamua kuzima pikipiki piki kabla hawajafika katikati ya daraja. Jabiri aliuliza, kwa nini tumesimama hapa? Kisha Asha akamjibu, kwa sababu kamera za jiji haziangalii chini na watu wa mfumo hawapendi kusimama mahali palipo wazi. Basi pale waliamua kushuka. Usiku ulikuwa unazidi kuwa mrefu. Ukweli ni kwamba Ashi alikuwa anajua mengi sana kuhusu ile bahasha na kuhusu wale watu walipo pale. Ashi aliamua kutoa simu ya pili ya mfukoni, siyo ile simu aliyotumia kumpigia Jabali. Hapana, hii ilikuwa ni tofauti, ilikuwa ni simu ya zamani, imechakaa. Anafungua video kutoka kwenye ile simu, inaonesha mwanaume mmoja, uso umechoka lakini macho yake yalikuwa makali. Mwanaume kwenye video akazungumza, nikiuawa au kupotea, mjue mtawala ameamua kuendelea. Watu wengi wanafikiri mfumo unaongozwa na vyeo, lakini kilindo inaongozwa na makubaliano ya siri. Jabiri aliitambua ile sauti hiyo. Jabiri akauliza kwa mshangao, huyu huyu ni yule mzee kutoka kwenye sauti niliyomsikia? Kisha Asha akajibu, ndiyo, na alikuwa mjomba wangu. Kimya kizito kinashuka katikati yao, kisha Jabiri akaendelea, kwa hiyo ulikuwa unajua kila kitu tangu mwanzo? Asha akajibu, nilijua basi, lakini sikujua kama wewe ndiye ungepata hii bahasha. Asha akaendelea tena kusimulia. Huyu mtu alikuwa mjomba wangu. Alikuwa anafanya kazi ndani ya taasisi na serikali. Alisaidia kwenye nyaraka, mikataba pamoja na akaunti. Alipoona mambo yanaenda kinyume na wananchi, alijaribu kujiweka mbali. Kitendo cha kujaribu kujiweka mbali akawekwa kwenye orodha ya kuondolewa. Asha kaendelea, nilipoona bahashi imefika klindowochi, nilijua mfumo utakuja haraka kuliko wewe. Wakiwa wanaongea pale, wanajadiliana pale, wanaambiana pale siri za hapa na pale, waliona kwa mbali kuna mwanga wa gari unaonekana upande wa pili wa daraja lilikuwa haliji kwa haraka, lilikuwa linakuja taratibu na Jabiri kwa tahadhari kubwa. Jabiri akasema kwamba, tuseme wanatufuatilia. Asha kajibu, hawajawahi kuacha. Asha na Jabiri waliamua kujificha pembeni ya daraja, nyuma ya nguzo kubwa ya chuma. Sauti ya redio inasikika kwa mbali. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume akizungumza kwenye simu. Angalieni daraja. Hakuna anayepaswa kuvuka usiku huu. Jabili anashika bahasha ndani ya koti lake, anahisi uzito wake ulivyo, si uzito wa karatasi, bali uzito wa kile alichokibeba kwenye karatasi, au kile karatasi lichokibeba. Jabili akauliza Nikikimbia milele hawataacha, lakini nikizungumza, watu wanaweza kusikia pia. Asha akajibu, na ukizungumza mapema, unaweza kufa kabla hawajasikia. Jabiri anatabasamu kidogo kwa uchungu, kisha anasema, baba yangu alipotea kimya kimya, sitaki wengine wapotee bila hata sauti. Sefu Mlouzi. Upande wa pili huku, ni balaza la usalama. Tunamuona Sefu Mlouzi anasimama mbele ya lamani ya jiji. Nukta nyekundu inang'aa juu ya dalaja la ngome. Afisa anasema, wapo kalibu, tunaweza kuwachukua sasa. Sefu kwa utulivu wa kutisha anasema, apana acha waendelee." Nataka nijue wanamkimbilia nani. Kisha anageuka polepole pole. Kila anayemsaidia Jabiri anajiandikia jina lake mwenyewe. Asha na Jabiri wanapanda tena pikipiki piki. Dereva akiwa ni Asha kama kawaida. Wanaamua kuondoka. Wakati wanatembea, Asha akasema, kuna mtu mmoja tu nje ya jiji. Alikuwa ndani ya mfumo sasa, anaishi kama kivuli. Akizungumza yeye, historia ya kilindu itabadilika. Jabiri akauliza, anaitwa nani? Asha akiwa navaa kofia ya yakamjimu, wanamwita mlinzi wa mlango. Basi pikipiki piki inaondoka kwa kasi, ikitoweka gizani. Kamera ya mawazo ina baki juu ya daraja. Gari la watu wa mfumo likisimama katikati, taa zikimulika taa zikimulika barabara. Tupo katika Kilindo. Ukweli hauwindwi kwa sababu ni uongo, bali kwa sababu naweza kubomoa walioujenga mfumo. Hii ilikuwa ni sehemu ya pili ya Kivuli cha Mtawala. Nikusii tu na nikuombe hapo, hapo lipo basi. Usisahau kusubscribe like, share, zene, acha maoni yako hapo. Nini tuongeze, nini tupunguze, tuboreshe kipi? Hii ni Home Of Information, jumba la simulizi, jumba la taarifa, jumba la story time. Basi ni kusihi, usikae mbali. Asante sana.